Akawahutubia hutuba ya mwisho na akawazungumzia mazungumzo ya mwisho na ujumbe uliokuwa wa mwisho. Usikilize ujumbe huu ndugu yangu na ujifunze katika ujumbe huu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawazungumzisha masahaba, akawambia ayuhannas, enyi watu, nawaona, takhafuna alai, mnaniogopea mimi? faqalu na'am Wakasema masahaba ndiyo, tuogopa ya rasul llah. Akasema akasema mauidukum ma mailahi dunia, ahadi yangu mimi na nyinyi siyo katika maisha haya ya duniani mauiduna, mauidi yetu na ahadi yetu mimi na nyinyi inda lhudf, katika hodhi ile ya siku ya mwisho tutakapokusanyika na kipenzi chetu. Ya Rabi, tujalie na sisi. Alafu akawaambia mal malfaqra akhsha alaikum Ayuha nnas, si ni watu, siwaogopei ufukara. mimi nnachowaogopea antubsata alaikum dunia, kuwa dunia ikafunguliwa kwenu, mkawa na riski pana, mkawa na mazuri mingi, dunia ikafunguliwa mbele yenu, mkashindana nyinyi kwa nyinyi, kila mmoja akashindana na mwenzake kwa ajili ya maisha haya ya dunia fatuhlikakum kama ahlakathum

Kuna watoto wangapi hawajui hata kuswali? Na usia Mtume wetu wa mwisho alikuwa sala, kisha akasema itakullah fi nisaa, mcheni Allah kwa wanawake, mcheni Allah kwa wake zenu, waufiku binisa i kheira, na waosieni kheri kwa wanawake, ishi nao kwa khairi. Wallahi wengi wetu tumewadhulumu wake zetu ukawafanyia ambayo hayatakiwi kufanyiwa. Kabla ya kuteremka katika membar, akawaombea wadua Waislamu, hafidhakum Allah, Allah wa hifadhi, Allah Alla wa wathibitishe, Allah waunge mkono, Allah wasaidie. Kisha akasema neno lake la mwisho, wafikishieni salamu watu wangu

abaltuhuna thalatha bithalathat walatahlubanna usafuhuwa usafi. Ramadhani iko mbele yetu, ni fursa, ni fursa ya kujitakasa, ni fursa ya kurejea kwa mola wetu, ni fursa ya kutubu, ni fursa ya kuwacha maasia. Ya Rabbi, tusamehe madhambi yetu. Ya Rabbi, usituchukulie kwa tulivyokoseaaa bitunivokuasi si kwa sababu ya kibri wala si kwa sababu tudagumu, dinafsi zetu zimetuhada, ujinga wetu. Ya rabbi afuka